Chuki, chuki, chuki, chuki! Mpendwa, katika dunia hii tuliyonayo, chuki, chuki, chuki ni moja ya vitu ambavyo, chuki ni moja ya vitu ambavyo vinaharibu familia nyingi. A, chuki mpendwa, ni moja ya vitu ambavyo a, vimesababisha a, kuharibika kwa maisha ya watu wengi na hata kizazi tulicho nacho mpendwa, ukiangalia chuki imejaa na imetanda kila kona ya dunia. Hata wewe mwenyewe unaweza kuwa ni shahidi, unaona vizuri, ndani ya familia yenu hapo hakuna chuki? Yaani anakuchukia huyu bila sababu yoyote, hata unaenda nje huku wanakuchukia kazini bila sababu yoyote, yaani mpaka umekosa pa kwenda umekosa sehemu ya kukimbilia. Kwa sababu au kwa nini? Ni kwa sababu kuna chuki kila sehemu na kila kona ya dunia. Naam, ndiyo maana napenda nikuulize wewe, mpendwa unayenitegea sikio, wewe ambayo unasema umempokea Yesu, unamchukia mtu mwenzako kwa sababu ipi? Au unawachukia hao watu ambao wanakuzunguka kwa sababu ipi? Je, ni kitu gani ambacho mtu huyo ametenda ili kwamba wewe uweze kumchukia? Na je unaweza kabisa kuhararisha hiyo chuki yako, eti kwa sababu huyo mtu amekutendea kitu kibaya sana? Maana wengi wenu mnasema yani, kwa yale aliyonitendea siwezi nikamsamehe, yani ninamchukia, yani mpaka nitakufa namchukia. Kwa hiyo utaenda wapi? Unaelekea wapi? Mpendwa, hacha nikuambie wazi kwamba mpendwa, ah, Mungu anawapenda hata wale wanaomchukia ana Mungu bado anawatafuta, Mungu anawataka hala, hata wale ambao wameamua kujitenga mbali nao. Uangalie watu walivyo waovu, lakini bado Mungu anawapenda hawachukii. Sasa wewe inakuwaje? Unasema hawezi kusamehe, bado utamchukia mtu huyo mpaka ufe? O oh, labda wewe ulikuwa na, na, na, na ana mchumba au, sasa mkaanza kupeana vitu mkaanza kuonjana, hamjaoana. Kwa hiyo ni jamani, nimekuchoka nikasema, aa basi bwana, nimekuchoka mimi naondoka. Sasa unasema yani, mimi nilimpa, aa, mimi nilijitoa, nilifanya hivi. Sasa nanakwambia ufanye, hamjaoana mpendwa. Kwa hiyo nasema, siwezi nikamsahau au nikamsamehe, yani ninamchukia, sitaki hata kusikia sauti yake. Unasikia kauli kama hizi, mpendwa, ujichunguze uji, ujirinde sana, maana unaweza kuishia sehemu mbaya sana adi nakubariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo popote pale unapoungana nasi katika siku ya leo mpendwa, anapenda nichukue nafasi hii kukaribisha kupokea maneno ya Mungu. Kumbuka siku zote tunakuletea habari njema za ufalme wa Mungu, nami sijihubiri mwenyewe bali ninamhubiri Yesu Kristo wa Nazareti mpendwa. Aleluya! Hivyo ninapenda nichukue nafasi hii pia kuweza kukupongeza wewe kwa kuweza kuchukua muda wako au kutumia muda wako huu kuweza ku, kusikiliza maneno ya Mungu mpendwa. Kama nilivyosema hapa a, sijihubiri mwenyewe a, nina mhubiri Yesu Kristo, ninautangaza ufalme wa Mungu kwa sababu tunaishi katika a, siku za nyakati za za nyakati za mwisho. Kwa hiyo Yesu anarudi muda wowote, siku na saa haijulikani. Inaweza ikawa leo, labda kesho, sijui, miezi miwili ijayo, miaka mitano na kadhalika, mpendwa. Lakini cha muhimu na cha kufanya na wewe unatakiwa kufanya katika maisha haya ni kujiandaa, na hivyo nakuuliza, uko tayari? Au wewe ni yule mtu ambaye unachukia yani, watu mume um, wako mliachana, ukasema namchukia. Yani, sitaki hata kumwona, hata kifia njiani nitampita ninavyomchukia. Nikikuta ameumizwa au amepata ajali, ninamchukia wala siwezi nikamsaidia. Au mchumba wako amekuumiza ame vya kutosha eh? Unasema jamaa yani, nilimpa nilimwamini nikampa, hatujaoana sasa ndo ananiacha kweli. Yani ninamchukia sitaki hata kusikia sauti yake, kafie huko Hivi wa kweli, una Yesu? Kwa nini ulianza kutenda dhambi ukafanya hayo yote? Alafu nasema, outam, yani, unamchukia umebeba chuki ndani yako. Najua kuna watu yani, wana chuki mpaka yani, karibia na sura zao zinataka kuonyesha chuki, anachukia mtu, anakuchukia bila sababu yoyote. Mwingine yani, anavyo akikuona wewe. Yani, ana, ana wengine, mpaka, nasema. yani nikimwona nasikia kichefuchefu yani mpaka ninataka kutapika sikiia watu kama hawa na wanaingia makanisani na wanajiita nimrokore. Chuki amlikosana na mtu kidogo, nasema ninamchukia. Navyo nisema mpendwa, akuseme asikuseme, wewe hau, yani hawezi kutoa maelezo yoyote au sababu yoyote ya kusema chuki yangu ni ya kweli, nina uhalali wa kuwa na chuki. Na ndio maana katika siku ya leo nimekuetea ujumbe huu ambao unasema kwamba hauwezi kupata sababu, hauwezi kutoa sababu yoyote au maelezo yoyote ya kuwa na chuki dhidi ya mtu yoyote ya mtu yoyote binadamu yeyote anayeishi katika kwenye anayeishi dunia hii. Unajua watu wengine a, wana, wanaweza kuchukia tu kwa sababu wewe rangi yako ya yango, rangi ya ngozi yako sio kama ya kwao. Wengine wanajiita sisi ni, ni, ni, ni, ni white A, wengine wanasema sisi ni black, wengine mnasema sisi ni brown labda au wengine wanasema, wanakuchukia tu wewe kwa sababu wewe labda hautoki katika taifa lao. Wengine wanakuchukia kwa sababu wewe sio wa kabila lao. Yani, ndio maana nimesema kwamba moja ya vitu ambavyo vinaharibu maisha yetu a, kama jamii a, kama society, a kama kizazi hiki, mpendwa, ni chuki ama kabila watu, naona vita endelevu a, wengine wanajita sijui kabila hili, wengine sisi ni kabila hili. Akikuangalia anasema angalia hilo poa lako, anasema angalia ile poa lake, huyo atakuwa ni kabila fulani, anaanza kuchukia, anakuona wewe kama ni hatari kwake. Mpendwa, mimi nataka nikuambie wazi wazi mapema tu ujue kwamba wewe kama una chuki mpendwa, kama ujumbe ulivyosema hapa, hauwezi kupata sababu yani, hakuna sababu. Hakuna maelezo yoyote ambayo unaweza kuyatoa mbele za Mungu ukasema hii ndio sababu yani, inayonifanya yani, nihararishe chuki niliyonayo dhidi ya mtu fulani. Wewe kama ni mtu ambaye una chuki ndani yako dhidi ya mtu yoyote, awe amekutendea jambo gani, ameua, ameroga, akaua na ndugu yako na nini, kama unamchukia mpendwa, ujumbe ambao nakuletea siku ya leo, nasema hivi wewe ni shetani, wewe ni washetani, upende usipende, mimi nasema hivyo, maana hauna asili ile ya Kimungu, asili ya Kimungu mpendua. Maana Mungu ni pendo, na ndio maana nimetangulia, nimetangulia kwa kusema kwamba Mungu anawapenda hata wale wanaomchukia. Unajua kuna watu wanaomchukia mpaka Mungu, na ndio maana nimesema kuna watu yani hata sura yao ukiangalia kama yani wana ime imeandikwa chuki <laughs> yaani, sijui yani, mpaka wao mpaka wanamchukia Mungu ambaye anawaletea ana mvua, ambaye anawapa wa, ana jua linawaka, bado wanamchukia Mungu yule ambaye anawapa pumzi wanayoivuta. Maana unajua, na hii ni silaha ambayo nimeona amovu shetani huwa anaitumia, anasababisha watu. Maana shetani anatumika kutupitia watu kwa hiyo anafanya mtu akukosee akutendee jambo baya, na wewe uanze kubeba chuki useme kwa, kwa hili amenitendea, kwa hili siwezi nikamsahau nikamsamehe, siwezi nikafanya chochote, yani ninamchukia maisha yangu, mpaka wengine nakaza na macho na sura naikaza kweli kweli, anas ninamchukia, yani siwezi nikamsahau, unakaza na sura na, na nini. Mpendwa, wewe ni shetani nini? ha, hapa mpenu kusema maumivu haijalishi amekutendea nini. Hapa mpenu wanaweza kusema haijalishi umeumizwa kiasi gani, maana Yesu, hata wale waliomsulubisha, wakina Stefano, wale waliopiga mawe kwa mawe ha, sasa, wewe unasema wewe huyu ame labda ame, ame, umezini naye akakuacha, au sijui mlifanya naye nini akakudhulumu, amekuibia, sijui ni nini, amekudisappoint somewhere in life sasa we unaanza kusema hauwezi kumsamehe watu. Wanapigwa kwa mawe wanakufa, Yesu anawekwa ana anatundikwa msalabani, anapigiliwa msumari, anapigwa fimbo za kutosha tu, Bwana anasema Mungu wasamehe hawa. Hiyo ndio asili ya Mungu tunaongelea hapa mpendwa. Kwa hiyo usianze kusema mimi sio Yesu. Uh, umemvaa nani sasa? E, kama ujamvaa Yesu lazima yani, hauwezi ku, ku, ku, ku, kupoteza hiyo chuki, bado utawachukia watu watu mpendwa, lakini kama una Yesu, maana yeye ndiye atakaye kuwezesha. Maana si yee ndo aliweza kushinda ile hali yote, akasema wasamehe. Wakiona na wa Stefano waliweza kusamehe, wanapigwa mawe au wengine wanafanyiwa mabaya, pendwa waliweza kufanya hivyo. Kwa, kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa na Yesu. Yesu ndo anasema awasamehe hawa. Kwa hiyo, mpendwa, ujumbe wa leo unakuambia kwamba hakuna sababu, hakuna maelezo ambayo wewe utatoa mbele za Mungu kwa nini ulikuwa, yaani ni, ha, ni haki yako kumuchu, kumuchukia yule mtu eh. Amenidanganya, amenichezea, watakuchezea ukijirahisisha. Mpendwa wewe, mpe maisha, mkabidhi Yesu maisha yako, sasa unajiachia hovyo hovyo hovyo. Eh. Unajirahisisha tu yani kila mtu anapitia wakisema halo eh, wewe unageuka tu kimbia hovyo hovyo alafu naweza kusema namchukia. Hiyo ni hiyo ni sifa moja ya shetani. Ha, watu wengine wanakuchukia kwa sababu wewe sio wa dini lao, au shaona, kuna kitu ambacho hata wahubiri wengi hawasemi, wanadhani kwamba utawakwaza watu au unatengeneza una, una, una uhasama. Hapana, sio uhasama mpendwa, lazima mambo um, yasemwe jinsi yalivyo. Ukiona Waislamu na Wakristo kuna ni watu ambao hawa eh, hawaelewani. Maana kuna dini zingine huku zinafundisha kwamba ukiwa mkristo unaenda mbinguni. Hawa ndio mashetani ambao wako duniani. Hawa hizi dini ni ushetani ulio duniani. Watu hawataki useme hivyo, etutaku na wakwaza hawa Waislamu sijui wanani. Hapana mpendwa, sasa we utafundishaje kwamba nenda uwe Mkristo, nenda uwe makafiri. Makafiri, makafiri ni nani wao? Hauna Yesu unasema wewe ni wa Mungu na maandiko matakatifu yamesema haya, ni maandiko the the holy scripture, the Bible inasema wazi kwamba asiye na mwana hana baba. wa utapataje Mungu huna Yesu? Yesu ndo njia moja tu ya kutufikisha mbinguni, wa unasema una Mungu. Mpendwa, tusome maandiko matakatifu. a katika jina la Yesu Kristo, mimi sitangazi mpendwa kwa hapa ku a, kupromoti achuki. Hapana, niko hapa kuhakikisha chuki ulio nayo dhidi ya mwanadamu na mtu yeyote kwenye maisha yako, haijalishi alikufanyia nini, alikuumiza kiasi gani, mpendwa lazima uchague kumsamehe. Choose to forgive, simply forgive. Hata sipokuja kuomba msamaha, wewe utajipa stress maisha yako, utashindwa kuendelea, utashindwa kufika mbali, utashindwa kuziona baraka za Mungu, utashindwa hata kumpendwa ku, kuingia mbinguni kwa sababu ya huyu mtu ambaye tumeona shetani. Tusome maandiko matakatifu a, katika Mathayo tunasoma Mathayo tano kuanzia mstari wa arobaini na tatu Hapa maandiko matakatifu yanasema hivi, mmesikia ya Uh, mmesikia kwamba, uh, ilinenwa mpende jirani yako na umchukie adui yako. Hapo ni zamani. Yesu anakuja anakuta msemo wa namna ile upo. Ma, uh, na hata siku hizi uh, misemo kama hii ipo na ni misemo ya kidunia. Wanakuambia kama ana urafiki, basi kuwa rafiki yake, lakini kama anajifanya adui yako na wewe uh, tupilia mbali, sijali, mchukie na wewe tengeneza uadui kama sio wa kabila lako wewe, wale sio wazuri, sio watu wa hivi eh, sio dini moja. Anakwambia sasa, sio wadini moja, nawe mchuke, kwayo ni uadui. Na wengine wanasema pendwa, unaruhusiwa. Kuna dini zingine wanafundisha kwamba wa, wewe unaruhusiwa kulipiza kisasi, wanakwambia jino kwa jino, baya kwa baya, eh, wengine wenginea. Huu ni udunia mpendwa, ni ushetani uliopitiliza kwa Mungu hatulipiki, hatulipizi kisasi. Kisasi ni cha nani? Kisasi ni cha bwana wetu Yesu Kristo, akirudi atawalipa, atamlipa kila mtu sawasawa na matendo yako. Mpendwa, kile ulichokipanda ndicho utakachokivuna. Aleluya! Kwa hiyo Yesu akasemaje? Amekuja na kuta msemo wa namna hii eh, mpende rafiki yako tu, adui yako mchukie eh. Mafarisayo na Masadukayo, ninyi walimu wa sheria mmebobea Biblia, aanza kuwapotosha watu. Kwa hiyo yesu akasemaje? Sasa Yesu naye akasema hivi, lakini ninawaambia, wapendeni adui zenu. Haleluya, wapendeni adui zenu. Wapendwa, una maadui wangapi kwenye dunia hii? Wengine wamesababisha biashara yako ikafa, wewe utakiwa upate, au wewe Uh, urithi me, labda mume labda mume wako amekufa, yani we badala ya kurithi vile vya mume wako, wao wanafamilia wametoka, wame kila sehemu na kona ya nchi yenu, wanakuja kugombania ule urithi ambao ungetakiwa we upate. Kwa hiyo we unasema, yani ninawachukia ile familia ya mume wangu ya marehemu mume wangu. Hapana <laughs> mpendwa, acha wapeleke vyote, wakitaka wapeleke na yani, wasikubakizie na kitu chochote lakini waambie ninawapenda, waambie Yesu anawataka ninyi, wahuni na majambazi, mataperi, wambie na uwambie uharisia wao au waasili yao, mpendwa. Kwa hiyo Yesu akasema akasema, lakini mimi hapa, Yesu anasema, nawaambia hivi, wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowatesa ninyi, o watesi weni, wapendwa, waombeeni. Je, unawaombea watesi wenu? Au wewe tu ni kuwarushia maneno machafu, maneno machafu, kauli mbovu mbovu, kwa sababu wanakutesa? Yesu anasema tuwaombee watesi wetu, wanaokutesa those who persecute you. Anasema waombee, waombee mpendwa. Je, unafikiri ni rahisi hii? Kama ujamvaa Yesu Kristo hawezi, wanakutesa na wewe unaanza kulipiza kisasi, ataona nitakachomfanyia labda ona tu pesa, unaanza kuwatishia watu, sitampa msaada wowote. <laughs> paa akasema, uwaombee mpendwa. Hatutasoma vizuri, haleluya. Anasema ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni, kwa maana yeye huwaagizia, huwaangazia uh, jua ajua lake watu waovu na watu wema, nayo na huwa huwanyeshea mvua wenye awenye haki na wasio haki. Haleluya, hii ndo asiri ya Mungu. Mpendwa, anasema kama mkiwapenda tu wale wanaowapenda mtapata thawabu gani? Anakuuliza wewe. Je, hata watoza ushuru hawafanyi hivyo? nani anani? kama mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mnafanya nini zaidi ya wengine? Anakuuliza maana we najua, oh, dini letu tundotunawasalimi hapana. Sisi mpelwa, tuko hapa kujenga ufalume wa Mungu, kutangaza habari njema za ufalume wa Mungu. Ndio maana hatuhubiri dini, dini ni kifo. Kwa hiyo we Mwislamu, njo kwa Yesu njo tusalimiane, oh, tupeane salamu. Acha kuniambia vya nabii fulani na nabii na mtume fulani. Yesu pekee hapa Ndo kiboko yao mpendwa. Yesu peke yake ndiye njia, kweli na uzima. Haya mengine nitakataka ni, yani ni hovyo tu mambo ambayo hayana thamani yoyote. Haleluya! Kwa hiyo akasema, je hata watu wasiomwamini mungu hawafanyi hivyo? Yani kama unachagua chagua tu hawa, hawa, hawa na yule na yule, anasema hata wasiom mwamini Mungu wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hata hautakuwa na tofauti yoyote na wasio mwamini Mungu, kumaanisha kwamba wale ambao ni wa Shetani. Na ndio maana nimetangulia kusema unaweza kuwa wewe ni wa Shetani bila hata ya kujua, unaenda kanisani, lakini wewe ni mtu ambaye bado una chuki ndani yako, kwa sababu mtu sio wa dini yako, kwa sababu mtu aa, hamna, hamna ndoto moja au hamwazi uh, mamoja sijui uh, nini yani. Sababu ni nyingi ambazo mnatoaga, lakini siku ya leo nasema hakuna maelezo, hakuna sababu, hakuna chochote ambacho unaweza kusema kwamba una una una, una sababu yoyote au ni haki yako wewe kumchukia mtu fulani kwa. Akasema kwa hiyo kuweni wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu tukisema katika tukisoma mpendwa, katika Injili ya Ruka Mtakatifu hapa sura ile ya sita mstari we wa thelathini na tano maandiko matakatifu yanasema hivi, lakini wapendeni adui zenu, watendeeni mema <laughs> lakini anasema lakini wapendeni adui zenu <laughs> na pia anasema watendeeni mema <laughs>. Sasa hapo, sijui mpendwa, inakuwa inakuwa kuwaji, naposikia maneno haya, maneno haya sio maneno yangu, na kusaidia wewe ambao unaenda motoni ake kwa kuamini kwamba kwa, kwa naenda kanisani unatoa sadaka. Wewe ni mhubiri, wewe ni mwinjilisti, wewe ni mchungaji, wewe ni askofu, wewe ni nani, lakini bado unaukabila ndani yako, unachukia watu hawa, unapendelea wale, unafanya hivi, unafanya unagombanisha watu, mifarakano na nini. Pendwa anasema kumbe wewe unatakiwa kufanyaje? Anasema uwapende hata adui zako na uwatendee mema, akasema hivi awatendee mema wanapo kukopesha, anasema wakopesheni, bila kutegemea kurudishiwa. Adui yako anakuja kukopesha, anasema mpe, wala usitegemee kurudishiwa. Haleluya, neno la Mungu, mpendwa. Hapa uhitaji mwalimu aku, aku, aku akueleweshe hapa unahitaji Roho Mtakatifu, vinginevyo man, maneno haya ni magumu kuelewa kwa akili za kibinadamu. Maana misemo yote hapa duniani nasema, akikukwaza na wewe nipiza kisasi, usijipendekeze <gazit gata> <gazit gata> amekutendea. Maana mimi nakuombea mpendwa, kwamba Mungu akupe wepesi wa kuondoa hiyo chuki hiyo ndani yako, maana vinginevyo, watu najua maadui zetu wanavyofanya, maana hawa ndo silaha hii inakuwa ni zana ya maovu shetani kutaka kukuangusha wewe, na ndio maana unaona wanakufanyia vituko, yani matukio mpaka nawe unasema, yani sina budi kulipiza hapa, siwezi nikavumilia. Pendwa, vumilia, mwambia Yesu, nimeshindwa, lakini nahitaji unitie nguvu, nahitaji uwepo wako Yesu, usiniache kamwe, maana hapa nitaanguka. Maana amesema wana kukopesha unajua, ni maadui zako, lakini bado wanakuja wanakukopesha, kukopesha nado. Akasema aa, usitegemee chochote, usitegemee kurudishiwa. Mpendwa, na sio maneno yangu, anasema uh, kurudishiwa mlichokopesha, and, andipo thawabu yenu itakapokuwa kubwa, nanyi mtakuwa wana wa nanyi mtakuwa wana wa aliye juu sana ah, kwa sababu yeye ni mwema kwa watu wasio na shukurani na kwa wale waovu. Eh, wewe unadhani, yani ukitenda kitu tu watu wa kushukuru? Anasema Mungu yani anasema kwamba Mungu yeye ni mwema hata kwa wale ambao hawana shukurani, hawatoi shukurani na watu ni wengi ambao hawamshukuru Mungu japo anawaletea jua, anawaletea mvua, wanarima, wanapanda, wanavuna, wanaona misimu tofauti tofauti tofauti. Wewe una pumzi ambayo Mungu mwenyewe amekupa, lakini bado kuna waovu ambao hawashukuru, hawatoi shukurani kwa Mungu. Amesema wa, na waovu hawa, watu ambao wanaendelea kutena maovu kipindi wanajua kuna Mungu ambaye anapinga maovu, lakini bado Mungu huyu, haleluya, ni Mungu, ni mwingi wa rehema. Mpendwa, anawaletea mvua, anawaletea mema na mazuri ya nchi, wanakura wanafurahi. Kwa hiyo ndio maana akasema, na wewe unahitaji as kuwa na asili hii ya kimungu ya kuweza kuwatendea watu hawa mema, ja washukuru wasishukuru, wakukopeshe pendwa, wala usitegemee wao kukurudishia, amesema kwamba awapende hawa adui zako na uwatendee mema. Usianze usi kutenda amema ah, kwa yule ambaye anakutendea ah, mema au ah, unawasalimia tu ah, oh, ah, unawaheshimu tu watu ambao wa dini letu adini lako wa kabila lako ya ah, nchi yako taifa lako arangi ah, ya ngozi yako asijui ah, unajua maovu ma ma, yani watu wana chuki za ajabu ajabu ambazo zimebezi kwenye misingi mbalimbali wewe mwenyewe ndio unajua chukrio naye, unasema huyu sio asio wa kabila letu hawezi kuwa mzee wa kanisa, huyu sio hawezi kuwa nini, huyu sio na hawezi kuwa nini, hawezi ku, hawezi kwa sababu hii na hii, na hii. Mimi nasema mpendwa, hakuna sababu yoyote hata we mtu alikuumiza kama katika a mambo ya wewe ulikuwa unafuatilia mambo ya kumjua Yesu au kwani mtumishi akaku akaku abuse kiroho. Hauruhusiwi kumchukia mtu yeyote pendwa, lazima uchague kusahau na kusamehe pendwa, na uwatendee mema watu hao hao ambao wamekuumiza pendwa. Niamini kwamba kwa kusikiliza maneno haya utachagua kuishi maisha mepesi. Na maisha ya furaha, maisha ya kumtukuza Yesu Kristo wa mbinguni. Wewe uache mpendwa, kushindwa na dunia, bali uishinde dunia mpendwa, na utafanya hivyo pindi wewe utakapokaa ndani ya Yesu Kristo mpendwa. Ubarikiwe sana kwa kupokea ujumbe huu katika siku ya leo. Niamini kwamba ujumbe huu umekusaidia sana wewe ambao ulikuwa unateseka na kusumbuliwa na hali ya kuwa na chuki nyingi, yani nashindwa hata kufanya mambo na kuendelea mbele mpendwa, hii ndio suruhisho, chagua ku asamehe na kuwatendea mema na mazuri wale walio kutendea maovu. Maana amesema ndipo dhawabu yako itakuwa akubwa kabisa a, na dhawabu hiyo itatoka mbinguni. Mpendo abarikiwe kupokea maneno haya na kubariki katika jina la Yesu Kristo, amina.